Utovu wa usalama unapozidi kushuhudiwa kaunti ya Turkana, viongozi kutoka eneo la Turkana wameonekana kughadhabishwa na mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika eneo hilo, wakisema kuwa hilo halifai, haswa wakati ambapo kuna asasi mbalimbali za kiusalama hapa nchini. Viongozi hao wakisema kuwa wamechoka kutokana na mauaji yanayoendelea, ila serikali na asasi za kiusalama zimebaki kimya au kuchukua muda kabla ya kupeana suluhisho. Tumechoka, tumechoka na tumechoka. Yale yanaendelea kufanyika mauaji, mali kuibiwa. Juzi yenye ilifanyika upande wa Kilepoi, tumepoteza watu kadhaa, mali imeenda, na haya yote inafanyika wakati tuko na security camps tuko na GSU camps nne tuko na military camp tuko na s, -A -S -T stock theft unit tuko na rangers wa county, tuko na NPR ya serikali. Haya yote hii wizi vita imekuwa ikifanyika bandi Trisamburu, hakuna hata wakati mmoja aua security agencies wamekuja kuokoa kusaidia asa yenye ilifanyika juzi. Information alert ilikuwa imefika kila mahali. Wakikashifu kitendo hicho cha mauaji, viongozi hao wametaka serikali haswa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen na Rais William Ruto kuingilia kati na kukomesha mauaji hayo kwani unyama huo haufai kuendelea. Hata kwa WhatsApp group, serikali ilijua, DCI ilikuwa inajua, NIS ilikuwa inajua. But what happened? Serikali haikufanya kitu yoyote. Tulifahamiwa, mali ilienda na baadaye hao wanapenda kuja baada ya siku moja. Ile kitu tunasema sisi kama professionals, viongozi wa Turukana kutoka Samburu, on behalf of the two communities, imefika mahali lazima kuwe na hoval. Waziri Murkomen, His Excellency the President, hamwezi kutuacha namna hiyo tunauona namna hiyo, hatuwezi kuendelea kuona namna hiyo. Wasamburu hawezi endelea kuwa waturukana. Waturukana cannot continue doing the same kwa Wasamburu, tumechoka. why is the government not coming in? Viongozi wananyamaza, viongozi eh, hakuna kitu yote wanafanya. So serikali, what is your duty? DCI, what is your duty nis? hakuna mtu hata mmoja anakamatwa na, na serikali, kisa cha hivi karibuni kikiwa ni cha wavuvi 20 waliouawa wa eneo la Todonyang Kaunti ya Turkana kufuatia kuuawa kwa wavuvi wale na kikundi kimoja kutoka taifa la Ethiopia. Emaculate Karimi, Undugu TV.